Uh, kwa majina naitwa Assistant Inspector Jacqueline Mwanga. Natokea kituo cha Zimamoto Ilala. Uh, kwa ujumla mazoezi ambayo yanayoendelea hapa ya uogeleaji yameenda vizuri. Tunamshukuru Mungu. Askari wameitikia kwa wito mzuri, wamejifunza, wamejua jinsi gani ya kuweza kujiokoa wenyewe, jinsi gani wataweza kuokoa kama in case imetokea tatizo, mtu amezama kwenye maji, wafanye jinsi gani ya kumwokoa. Kwa ujumla faida kubwa ambayo tunayoipata katika mafunzo haya, kwanza askari kumweka kuwa timamu, na pia kumweza kumsaidia askari kujiamini endapo linapotokea tatizo la maafa. Kama mnavyoonaga, mara nyingi inatokeaga maafa mvua zinapokuwa nyingi na nini, Jangwani pale wapi, mto Mzinga wapi, ili kuweza kusaidia kuokoa watu ambao wanaokuwepo katika manani matatizo hayo, tunaweza tukasema lipo tayari kwa sababu Kiujumla, kama mlivyoona ambapo askari wetu walikuwa wakijifunza hapa, wamejiandaa vizuri mbali na hawa. Pia tuna madaiva wengine ambao wapo tayari, lakini vilevile vile tuliona tuongeze wengine kwa ajili ya kusaidia jamii kwa ujumla. Timu tayari tunazo za kuogelea ambazo zipo, zilikuwepo makao makuu yalikuwa Temeke, lakini kwa sasa hivi zimetawanywa kwenye mikoa tofauti tofauti na tumejiandaa vizuri sana. Naitwa John Belela, ni mwenyekiti wa waokoaji Tanzania. Lengo kuu ni kuwa tayari. Matukio yako mengi, na kama matukio yako mengi, sasa kikosi changu ni lazima kiwe fit, na ndio fitness yenyewe tunaifanya sasa hivi. Mtu bahati mbaya amemtokea, yuko chini ya maji, nini kifanyike? Ndio mazoezi ya leo, unaingia kumfata chini. Kuna mbinu zingine, tunatumia gas tank, e, scuba dive gears, lakini kwa sasa leo, e, bila scuba diving gear ni hivi hivi tu anaingia yeye kama yeye, anamtoa mtu na kumleta juu. Yeah. Kuna style pia za kuogelea ni mbona zikiwa ziki zinafanywa na wakati wa mazoezi haya, labda iko katika nacho nafasi gani hapo? Ah okay. Kuna hizi style kwa, kum, mfano freestyle head up ni kwa ajili ya wakati unakwenda kumfata mtu ambaye ana shida, lazima umuone unayemfata, na ikiwezekana unazungumza naye, mimi nakuja kwa sababu hizi, wow. Eh, maana unaweza ukaenda alafu akakungangania, kwa hiyo nikifika Then usinishike, mimi ndio nitakaye kushika wewe. Hiyo ni freestyle head up kwa ajili ya life saving. Na hiyo wanaofanya ni kwa ajili ya kumfata aliyekuwa chini, hizo yeah. Ndizo ndio mazoezi tunayofanya leo. Tukio ni mkubwa na uelewa ni mkubwa, ukiacha nje ya vikosi hata raia uh, wengi wanapenda mchezo, it's fun, ni watu wanaenjoy kwa sababu una practice, kila kiungo cha mwili kinafanya kazi, hata sikio na lenye linafanya kazi. Yes. Ni mazoezi mazuri sana kwa wale hasa wale wagonjwa wa asthma, asthmatics, ni vizuri mkafanya mazoezi ya kuogelea. Kwa hiyo waje wajiandikishe, waji watapokelewa. Mimi naamini yes, wagonjwa wa asthma ni, ni treatment fulani ni treatment nzuri sana, badala ya kukimbia barabarani uko kwenye mavumbi na wewe una asma, sio sawa. Kwa majina naitwa Ali Sudi Chambuso, mimi ni mwenyekiti wa Tanzania Beach Lifeguard. Ndio. Mm. Nimeona ukiwafundisha jamaa hapa, vipi ambavyo wana wanakamata? E, tunawafundisha mbinu tofauti tofauti jinsi ya kuokoa watu pamoja na baada ya kumtoa mtu unafanyaje, yani kama kamaana kwamba ni kumpa ile huduma ya kwanza, e, namna ya uokoaji jinsi unavyomwokoa mtu unamwokoaje kwenye maji yaliyozama, na unajuaje huyu mtu amezama? Lakini cha pili, umeenda kuokoa mtu, okay, umemwokoa. Baada ya hapo unafanyaje? Kwa sababu yule mtu alikuwa ndani ya maji maji, katika njia zake za upumuaji yameingia maji, anashindwa kupumua vizuri, unamfanyaje? Unatakiwa umpe huduma ya kwanza. Ndio vitu muhimu ambavyo wao wanatakiwa wajifunze, wavijue. Inamchukua mtu siku ngapi kufahamu kuogelea? aina mbalimbali ya kuogelea, manake kuko kwa staili nyingi, pia kunategemea na mtu mwenyewe. Pia kuna utaratibu kwanza, kwa sababu kuogelea kunahusisha mwili mzima, kuna tunakwenda steji kwa steji, miguu, mikono, kichwa, kiwiliwili, mwili mzima, yani manake unatakuwa uanze kujifunza, manake inachukua muda kidogo kufahamu namna kuogelea, kulingana na mtu mwenyewe anavo anavyo Anavyo master. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. Kati ya uogeleaji wa, wa, wa, wa kiuokoaji ni uogeleaji ni professional, kwa sababu uogeleaji wa kuokoa kuogelea ni kitu kingine na kuokoa ni kitu kingine. Unaweza ukawa unajua kuogelea na usijue kuokoa, kwa sababu mtu anapozama pia unatakiwa kwanza uweze kum, ku, namna gani ya kumwendea, ili kwanza kwa sababu ni hatari, ukienda vibaya na wewe unaweza ukajikuta na wewe unapoteza maisha. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze technique namna gani unaweza ukafika kwenda kumhendo na kumrescue, kumtoa yani katika sehemu salama na kumpa huduma ya kwanza. Na kuogelea kama, kama michezo sasa, hapo tunaongelea vitu vingine tena tofauti na uokoaji, hiyo ni kitu kingine kabisa, yani hayo tuseme ni kama E, unatakiwa kujifunza vitu vingi, spidi, namna ya uogeleaji wa staili nyingi, kwa sababu sisi katika uogeleaji tunajifunza uogeleaji wa a, aina mbili ndo muhimu sana, namna ya kumwendea mtu wakati unaenda kumwokoa, freestyle head up na breasto head up, kwa maana kwamba jinsi unavyoenda kuogerea, maanake unapaswa kumwona yule mtu na kuwasiliana naye kwamba mimi nakuja kukupa msaada lakini sasa kwenye namna ya wale ambao wanashindana, yale wanashindana wana, wana kwa maana kwamba wanataka tu kufika sehemu ili wapate ushindi eh, ni vitu vili tofauti kidogo mm. <coughs>